Mali popote mulipo, kwanza kabisa kwa upendo wa Yesu Kristo na wasalimu nyote, mali popote mulipo. Bwana leo nimepata neema ya kuweza kukutana na mtumishi wa Mungu kutoka hapo USA Marekani, na tuko naye hapa, mnamuona, yuko mbele ya kamera ya Monika TV. Atajitambulisha majina yake, na atatuambia yeye ni nani kwa upande wa huduma. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi. Mm, bwana Yesu asifiwe. Mm -hmm. <laughs> uh, watazamaji wa Monica TV wanataka wajue majina yako. Majina, mimi naitwa Steve Baroika. Mm -hmm. Naishi New York Buffalo. Okay. Yeah. Okay, karibu sana. Karibu sana tena, karibu sana Canada, na karibu sana kwenye vipindi vya Monica TV. Maana ni mara ya kwanza kabisa kujana na watu ambao wametoka USA, maandishi matatu mtumishi. Um, unapendeza sana okay. Mtumishi um, sisi tunataka kujua wewe kweli umeokoka, na tunataka kujua unamtumikia Mungu kwenye upande upi, sana sana mimi, na kazi ya uinjilisti ah. Okay, okay, unafanya kazi ya uinjilisti. nafikiria si mara ya kwanza uwe kutembelea Kanada ah, na ushaingia kwenye hata we kanisa za hapa Kanada yeah. Okay, sisi tunataka kujua utofauti wa huduma za Marekani na Kanada, kuna tofauti gani? Katika uta, utofauti, mm -hmm, sijaona utofauti kwa sababu wote ni wa Kristo na wanaompenda Kristo mm -hmm, kwa kweli sijaona utofauti wowote, kwa hiyo sote mm -hmm, tunamwabudu Mungu huyo huyo mmoja mm -hmm, na hakuna utofauti wowote mm -hmm. mm -hmm. Na mtumishi mm -hmm. Okay. mm -hmm. Na swali nataka niulize, kwanza, unafuatilia sana waimbaji wa nyimbo za Injili? Ndiyo, unafuatilia waimbaji wa nyimbo za Injili sana tu. Ah okay, Kanada na Marekani. Aa, ni mwimbaji gani wewe unayemkubali ngoma zake, ziwe nyingi ziwe ndogo, awe ni muda mrefu yuko kwenye upande wa uimbaji, iwe ameanza majuzi, maana huduma ya Mungu haina, haina haina wa zamani, haina mpya. Kwa sisi tunataka tujue ni mwimbaji gani wewe unayejisikia, huyu hapa, nikisikia ngoma yake au ngoma zake kidogo, wewe unanifariki au unazipenda katika, katika waimbaji Wapo wengi tu, mm -hmm, lakini mmoja wapo ni kijana mmoja wa Twari Zera anaitwa Swedi Giovano wow, eh, Ah, kabisa nyimbo zake kabisa, kijana wala ananibariki katika nyimbo zake. Oh, mimi surprise. Mm. Kweli kweli. Na ulianza kumfuatilia muda mrefu? Muda mrefu sana. Okay, yeah. Okay. Kwa hiyo wewe hizo nyimbo za mtumishi wa Mungu Swedi Giovano ndio huwa ukizifuatia kidogo zinakubariki. Ndio. Haisemi. Ah, basi tukufu kwa Yesu mtumishi, um, sisi hatutaki kukuchosha kwa sababu umechoka na safari, yeah. Na kuna neno moja ambayo unaweza kaambia watazamaji wa Monica TV. Pia mm. Neno ambalo unaweza ukaambia kwa wale wote, maana kuna watu hawapendi sana kusikiliza nyimbo za Injili. Ni uwe message gani unawaambia kuhusu, kuna faida gani wanaweza wakazipata wanaposikiliza e, nyimbo za Injili? Ndio, kwa kifupi ni kwamba nyimbo za injili uh -huh. zina fariji uh -huh. zina bariki, zinabadilisha hata mai, maisha yako uh -huh. yote ya kiroho hata na kimwili. Amen. Kwa hiyo ni vizuri sana ukuwa unafuatilia nyimbo moja moja uh -huh. angalau unafuatilia maana na, na unajua uh -huh. hii nyimbo ni nyimbo gani? okay. na unapojua nyimbo moja uh -huh. moja, inakusaidia kwa wewe kubadilisha hali yako ya mbeleni ana ama hali yako ya zamani ambayo ulikuwa nayo. Okay. Mm. Ha, watazamaji wa Monica TV mmeweza kusikia habari ambazo mtumishi wa Mungu mwinjilisti kutoka hapo eh, Marekani, New York ameweza New York New York, New York yes. Ameweza kutuambia jinsi ah, gani unaweza kuendelea kufata upata faida zako ukiendelea kusikiliza nyimbo za injili. Kwa hiyo endelea kufuatilia vipindi vya Monica TV na sisi tutaendelea kukuletea vitu vipya, mada tofauti tofauti, na watumishi kutoka sehemu tofauti tofauti. Leo tuna mtumishi kutoka New York, na fikia kesho, labda tutatoka tutapata wengine wa kutoka Colorado Denver, wengine watatoka Afrika, wengine hivyo na hivyo, ili mpate kipindi vipya na shauri mpya na mahubiri kupitia kipindi cha Monica TV. Mungu awabariki sana, mtumishi wa Mungu. Mm -hmm. mimi nashukuru sana kwa muda wako. Na mimi nashukuru aa, Mungu akubariki sana. Utakaporudi labda tuweze kuonana, basi safari njema. Ndiyo, tuko pamoja. okay, kwa wakati